Qur'an, kitabu kilichotabiri kabla ya sayansi kugundua. Na Hubah Online TZ. Sehemu ya kwanza. Katika giza la historia, Qur'an ilikuwa nuru inayozidi mwanga wa karne. Tafakari hili miaka 1400, iliyopita jangwani mwa Arabia, jamii iliyozama katika ujinga na mila potofu, kulitokea mtu asiyejua kusoma wala kuandika. Mtu huyu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuja na kitabu kilichotikisa akili za wanadamu kwa maelfu ya miaka. Kitabu hicho ni Qur'an. Lakini kinachoshtua si tu uzuri wa maneno yake au falsafa yake ya kina, ni jinsi kilivyotabiri mambo ya baadaye kwa usahihi wa kutisha, mambo ambayo wakati huo hayakuwepo, na hata sayansi ya leo imethibitisha baadaye kwa mshangao mkubwa. Wakati Wagiriki na Warumi walikuwa wakiamini dunia ni tambarare, Qurani ilisema na Mungu ameumba dunia kuwa ya mviringo. Wakati binadamu hakuwa amegundua jinsi mtoto anavyotengenezwa tumboni mwa mama, Qur'ani ilielezea hatua kwa hatua mchakato wa uumbaji wa binadamu. Wakati mabaharia walikuwa wakielea kwa kubahatisha, Qur'ani ilizungumza juu ya milango ya bahari zisizochanganyika. Swali ni moja tu, inawezekanaje? Sehemu ya pili. Bahari zisizochanganyika, siri iliyoandikwa karne kabla ya satellite. Katika sura ya Ar-Rahman 55:19 hadi 20, Quran inasema: Ameyaacha bahari mbili zikikutana, kati yao zipo mipaka, hazichangamani. Leo hii wanasayansi wanathibitisha jambo hili kupitia utafiti wa kina Bahari ya Atlantic na Indian Ocean hukutana katika eneo la Cape Point Afrika Kusini, lakini maji yao hayawezi kuchanganyikana kabisa. Kila moja lina joto lake, chumvi yake na msongamano wake. Utafiti huu ulithibitishwa karne nyingi baadaye kwa kutumia vifaa vya kisasa kama sonar na satellite. Lakini Qur'ani ilitamka hili katika zama ambazo hakukuwa na darubini wala vyombo vya kupima kemikali. Je, mtu asiye na elimu ya kisayansi angewezaje kusema jambo hilo? Sehemu ya tatu. Uumbaji wa binadamu, mafumbo ya tumboni yaliyoandikwa kwenye Qur'an. Katika sura ya Al-Mu'minun 23:12 hadi 14, Qur'an inasema na kwa yakini tumemuumba mwanadamu kutokana na udongo, kisha tukamuweka tone la maji katika mahali palipohifadhiwa imara, kisha tone hilo tukaligeuza kuwa pande la damu, kisha tukaligeuza pande hilo kuwa nyama, kisha tukaliumba kuwa mifupa na tukavivika mifupa hiyo nyama. Maelezo haya yamewashangaza hata madaktari wa leo. Dr. Keith Moore, profesa wa anatomy kutoka Canada, alikiri wazi kuwa hatua hizi zinaendana moja kwa moja na maendeleo ya fetus katika mimba, na hakika hili lilielezwa kabla ya microscope kugunduliwa. Kur'ani haikusema tu kwa lugha ya mashairi, bali kwa mpangilio sahihi wa kibaiolojia, jambo ambalo hata baadhi ya vitabu vya sayansi ya karne ya 18 havikuweza kufanya. Sehemu ya nne Milima kama misumari, miundombinu ya dunia ilivyotabiriwa katika sura ya An-Naba 7867 Qurani inasema: je, hatukuifanya ardhi kuwa tandiko na milima kuwa kama vigingi misumari? Wanasayansi wa karne ya 20 kwa kutumia sayansi ya plate tectonics waligundua kuwa milima huingia chini ya ardhi kama mizizi ya msumari yenye kuizuia ardhi isitikisike kwa urahisi. Miaka elfu moja na mia nne kabla, Korani ilishasema jambo hili, sio kwa lugha ya kufikirika, bali kwa picha halisi ya kijiolojia. Swali linarudi tena. Kitabu gani kingine kingeweza kuelezea miujiza hii kabla ya sayansi kugundua? Sehemu ya tano: chuma kilichoteremshwa, siri ya madini katika Qur'an. Katika sura ya Al-Hadid 57:25 Qur'ani inasema na tukateremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa wanadamu. Kwa karne nyingi, wanadamu walidhani chuma ni madini ya kawaida yanayotokea ardhini kama dhahabu au shaba. Lakini tafiti za hivi karibuni zimedhihirisha kuwa chuma sio madini ya asili ya dunia. Wanasayansi wanakubaliana kuwa chuma kilitokea kutoka kwa nyota zilizoanguka duniani meteors, na hivyo kwa maana halisi kiliteremshwa kutoka juu. Qurani inalitaja hili kwa maneno halisi, tukateremsha, jambo ambalo limethibitishwa na elimu ya sayansi ya kisasa. Sehemu ya sita, vitu vyote vinaumbwa kwa maji, ufunuo usioaminika wa kibiolojia. Katika sura ya Al-Anbiya 21:30, Qurani inasema, na tumefanya kila kilicho hai kitokana na maji. Je, hawaamini? Leo sayansi inasema kuwa mwili wa binadamu una zaidi ya asilimia sabini ya maji. Hata chembe ndogo ya uhai sel haiwezi kuishi bila maji. Viumbe vya ardhini, wa angani na wa baharini, wote hutegemea maji. Katika karne ya saba, nani angedhani kuwa maji ndiyo msingi wa uhai wote? Hakukuwa na maabara wala microscope ya kuona chembe hai lakini Qur'ani ilishasema kila kilicho hai kimetokana na maji. Hitimisho: Qur'an, sauti ya milele katika dunia ya muda. Leo hii Qur'ani haichakaa, inazidi kupatikana katika mikono ya wanasayansi, madaktari, wanajiolojia na wanakemia ambao wanavunjwa moyo na elimu zao, lakini wanajenga imani kwa maandiko haya. Kwa wale wanaodhani kuwa dini haiwezi kuhusiana na sayansi, Qur'ani ni changamoto ya kimia. Je, huoni dalili hizi? Hujasoma aya hizi? Hujatafakari? Maajabu ya Qur'an si hadithi za kusimulia watoto, ni mafunzo ya kisayansi yaliyotangulia karne nyingi kabla ya akili za binadamu kufikia upeo wake. Kwa macho ya mwili Quran ni kitabu, kwa macho ya roho Quran ni ushahidi wa ukweli usisahau. Kusubscribe kwenye channel ya Hub Online TZ kwa makala nyingine za kusisimua zenye ukweli na zinazoamsha